Hizi ni baadhi ya picha za kutisha zilizochunguzwa na Amnesty International kama sehemu ya uchunguzi wao kuhusu ukandamizaji wa kikatili dhidi ya waandamanaji nchini Tanzania kufuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba. Kwa mujibu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, mamia ya watu waliuawa katika siku za maandamano baada ya uchaguzi uliozua utata na kumrejesha madarakani Rais Samia Suluhu Hassan. Samia alidai kushinda kwa asilimia 98 katika uchaguzi wa Oktoba 29. there was a lot of fear uh, at the start many people were not willing to speak to us for fear of reprisals many others could only speak to us when they were out of the country some healthcare professionals who spoke to us also have told us that authorities have gone to some of their hospitals to scan their phones to check if anyone spoke to outside, the outside world Katika ripoti mpya Amnesty inasema imethibitisha video kadhaa mtandaoni na kufanya mahojiano na wahudumu wa afya, manusura na jamaa wa waathirika. Amnesty International inasema utafiti wake unatoa ushahidi mpya kwamba vikosi vya usalama vililenga raia kwa kutumia nguvu kupita kiasi ikiwemo risasi za moto na kwamba mamlaka zilijaribu kuficha ukweli. Kwa mujibu wa ripoti, mamlaka hata zilichukua miili ya waathirika wa ukatili wao kutoka mochwari na familia nyingi hazijaweza kuipata. Amnesty International inasema mamlaka ya Tanzania hazikujibu ombi lake la kujibu tuhuma hizo. Rais Samia aliunda tume ya kuchunguza vurugu hizo lakini amesema mauaji hayo hayakuwa ya kupita kiasi.